Habari, jina naitwa Sande Godfrey Amgoba, ni wakili wa kujitegemea kutoka ofisi ya mawakili naitwa Rinc ipo Dar es Salaam. So sisi nafanya na kazi na makampuni yanayohusika na fintech hapa Tanzania, lakini na nje ya Tanzania. Kwa hiyo niko hapa kwa ajili ya connect na watu, lakini pia kujifunza na platform hilo ni kwa ajili ya kuona kwamba tunainua the ecosystem ya fintech, especially hapa Tanzania na kuanzia hapo ifeel kwamba itakuwa the right platform kama ya leo kwa watu kuweza ku engage but not engaging tu, lakini pia kuweza kumake sure kwamba fintech in Tanzania zina grow, tunakuwa na sheria ambazo zinaweza kusaidia kwa growth ya fintech, lakini pia make sure kwamba regulations ambazo zipo sasa hivi zinasaidia ku scale up especially the BOT sandbox ambayo imeanzishwa. Itakuwa ni kitu kizuri sana kwa fintechs za hapa Tanzania. Kwa hiyo mimi I'm happy kuwepo hapa na I'm happy the fact that this event inafanyika and the ecosystem is growing. Asante sana, sana.